Habari ndugu wa Tanzania, watu wangu kutoka kampuni ya Keeway. Nipo hapa kwa ajili ya kuwajuza ni jinsi gani ambavyo mnaweza kushinda zawadi kutoka kwetu. Watu wengi huwa wanashindwa wana kuelewa kwamba hizi za zawadi zinapatikana vipi na ini, ali, yu, kufireza, ili mtu apate zawadi anatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo naenda kuvieleza ili mtu aweze kufahamu kwamba anapataje zawadi na una magrupu mawili ambao mteja anaweza akapata zawadi. Cha kwanza ni kununua cash. Ukinunua cash, unaweza kupata zawadi. Na pia ukichukua kwa mkopo pia unapata zawadi. Kwa unapolipia cash unaweza kushinda zawadi. Na pia ukichukua kwa mkopo unaweza kushinda zawadi. Unashindaje zawadi? Ukishalipia cash kuna draw ambayo inacheza. Ambayo draw hii ito katika matawi yote yaliyopo kwenye nchi nzima ambao kimpenda anaweza kushinda, na mtu anapochukua anaweza akashinda zawadi kama friji, TV, power bank, smartphone na iPhone 16 pro max. Zote hizi ni zawadi, tumezileta mje mzichukue mshinde ili muweze kutamba nazo na kwa sema kutamba nazo ni kuthamini kile kitu ambacho metuamini sisi, na sisi lazima tuthamini uwepo wenu juu yetu, maana mmetuthamini sana tha. Pia tupo katika mikoa 22 ambapo kwa sasa hivi tuna matawi 87. Kwa hiyo yote haya matawi ya 87 yote yana draw hii zawadi. Mteja yote atakayetembelea duka letu atanunua pikipiki ana uwezo wa kushinda zawadi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, fika katika matawi yetu tutembelee, au unaweza ukatupigia simu, pita chini hapo uweze kuwasiliana nasi moja kwa moja, uweze kupata elimu jinsi gani unaweza ukashinda za zawadi, au unaweza kutufollow kupitia Instagram.